Dereva yoyote ambaye atajihusisha ata katika sakata zima la uvunjaji wa amani, chama kama chama kitasimama na kitakemea, lakini tutamshughulikia. Kitu cha kwanza sisi tutamwondoa tuta kabisa kwenye familia yetu. mtazamaji wa Chivihi Media. Hapa ni katika viwanja vya Mashujaa paki vilivyopo halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, ambapo leo hii Novemba 16 wamefanyika mkutano wa chama cha waendesha bodaboda mkoa huu wa Mtwara, ambapo wamekutana na, na, kupeana nasaha juu ya kuitunza amani ya nchi yetu ya Tanzania kwa... baadhi ya viongozi wa chama hicho wamezungumza mbele ya kamera za waandishi wa habari wakieleza juu ya umuhimu wa amani. Mimi naitwa Mshamu Ally, ni katibu wa waendesha bodaboda na, na bajaji mkoa wa Mtwara. Kwa la kwanza ni tamko la kimkoa ambalo ninaliwasilisha nina leo hivi ambalo ninawaasa madereva pikipiki na bajaji kutoandamana katika hizi tarehe zinazoendelea mbele za tetesi katika mkoa wetu kama tulivyoweza kufanya mwanzoni, lakini pia nahizitaleza mbele, tuendelee hivyo hivyo kwa ajili ya kulinda amani ya mkoa wetu, lakini pia na taifa letu kwa ujumla. Hii amani tunayoilinda ni, ni kama tunu ambayo Mwenyezi Mungu ametuachia na sisi jukumu letu ni kuendeleza kuilinda, lakini pia ninawasa viongozi wa wilaya ambao tuko nao hapa wafanye programu maalumu ya kutoa elimu kwa vijana uh, wenzao huko katika wilaya juu ya utunzaji wa amani katika nchi yetu, lakini pia waelekeze madhara ya uvunjaji wa amani katika nchi yetu. Bahati nzuri, kuna yaliyotokea tumeona kwetu sisi ni kama somo. Nikapenda kutoa tamko kwa madereva wote wa bajaji na pikipiki kwa mkoa mzima. Dereva yoyote ambaye atajihusisha ata katika sakata zima la uvunjaji wa amani, chama kama chama kitasimama na kitakemea, lakini tutamshughulikia. Kitu cha kwanza sisi tutamwondoa kabisa kwenye familia yetu ya madereva bodaboda na bajaji, lakini pia sheria itafuata mkondo wake, huyo mtu atawajibika kisheria. Omar Dina Solombonde ni mwenyekiti waendesha bodaboda na bajaji mkoa wa Mtwara. samira kubwa ni kuwasihi madereva bodaboda na bajaji mkoa wetu wa Mtwara e, kuwa kutwa kushiriki kwenye makundi ya ushawishi maashirio ya uvunjifu wa amani. Amani itafutwi, amani inachungwa tuwe waangalifu. Uchaguzi umepita na umepita uchaguzi kwenye mazingira ya amani. Viongozi tu wataka, tumewachagua wako ndani ya bunge na wengine wanaendelea kuapa ku ku madiwani. Tuendelee kushirikiana nao, tusisubutu kushawishiwa au kufuatilia mitandao ambayo yatatupotosha, ambayo sio maadili yetu sisi wa Tanzania. Boda boda ni kazi kama kazi zingine. Tunatambua boda boda, sisi ni sehemu ya kazi, ni ajira yetu na tunatambua hatuwezi kupata lishe chakula bila kuwacha pikipiki kuingia kwenye kutafuta riziki, ili kwenye mazingira kudumisha maisha yetu ya Kitanzania. Nawasihi madereva boda bodaboda, tusithubutu kushiriki viashiria vyovyote via vya amani, endapo kama utapatikana ukashiriki, wewe hilo ni la kwako binafsi, sio la chama cha waendesha bodaboda na wasii sana sana sana, wana Mtwara. Mtwara ibaki salama, bodaboda tuenjoy, bajaji tuenjoy, tufanye kazi. Baadhi ya wajumbe ama wanachama wa chama cha bodaboda mkoa wa Mtwara nao wamezungumzia kwa uchache juu ya umuhimu wa amani. Majina anaitwa Rajabu Shaibu Ruyaya, ni mwenyekiti wa mmoja waendesha bodaboda kutoka halmashauri ya mji na Nyamba. Uh, nimehudhuria katika kikao hiki kuhusiana na swala zima la vijana kujihusisha au kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Hususani katika nchi yetu sisi kama vijana ni tunu ya kulinda amani iliyopo katika taifa letu. Kwani hata baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituasa sisi vijana kuilinda amani kwani ni tunu ya taifa na vizazi vijavyo. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, tumepokea maelekezo kutoka kwa viongozi wetu, na tunaahidi sisi kama viongozi na mimi kama kiongozi kutoka halmashauri ya mji na Nyamba, tutakutana na vijana wenzangu, hususani madereva bodaboda ambao tunajihusisha katika tasnia hii, kutojihusisha na vitendo vyote vya uvunjifu wa amani, na sisi kama vijana tunapenda sana tuishi kwa amani katika mazingira ya kujitafutia riziki, kwani vitendo vyovyote ambavyo vinaishilea uvunjifu wa amani vinasababisha matatizo katika nchi yetu. kwao ni waombe vijana wote walioko halmashauri ya mji na nyamba, walioko katika mkoa wetu wa Mtwara na taifa kwa ujumla, tusijihusishe na vitendo ambavyo vinasababisha uvunjifu wa amani. Amani jamani ni kitu muhimu sana. Sisi wote leo tunafanya kazi zetu za Uh, kujitafutia riziki katika kazi ya bodaboda -boda, kwa sababu ya amani iliyopo katika taifa letu. Naitwa Amisi Isa na Ngumbi, ni mjumbe pia ni dereva wa bajaji. Nawasihi sana vijana wenzangu madereva bajaji na bodaboda tusijihusishe na vitendo vinavyosababisha uvunjifu wa amani. Sisi tumeshawahi kuyaona yaliyokatokea na elfu mbili kumi na mbili hapa mkoani Mtwara amani ilipokavunjika, dakika sifuri tu, athari tulizokazipata ni kubwa, walipoteza maisha ndugu zetu, na wengine ni vilema vya maisha hadi sasa hivi. Tunavyosikia maeneo mengine kuna uvunjifu wa amani, sisi tumeshawahi kupitia hayo, kwa hiyo hatupendi tuyarudie tena mkoani Mtwara. Vijana wenzangu, dreva bajaji, bodaboda boda, amani ndio kitu bora sana na amani ndio inayotakiwa tuilinde amani ili tufanye shughuli zetu kwa vizuri. Tunakwenda Mikindani, tunaenda na Liendele na sehemu zingine, kwa sababu amani iliyowepo tuzidi kuidumisha amani ili tufanye kazi zetu kwa usalama. Naitwa Abdalla Ismail Mkanda ni mwenyekiti wa bodaboda kutoka nani, Mtwara vijijini, natoka na Nguruwe. kikubwa cha kikao hiki ni kusababishana kuhusu amani, na amani ndio nguzo ya mchi yetu na ndo kitu kikubwa kinachotusababisha sisi hapa. Sisi tumekuja hapa kwenye kikao hiki, tumepokea machache tuliopokea kutoka kwa viongozi wetu na tumewaelewa kikubwa walichotusisitiza sisi, na sisi tunapotoka hapa, tutaenda kuhamasisha wenzetu ndani ya vijiwe na ndani ya halmashauri yote, tutazidi kukumbushana kuhusu amani na tusijihusishe kwenye vikundi vyote vinavyosababisha uvunjifu wa amani. Nikiripoti kiripoti kutokea Manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, mimi ni Heri a, hii ni Chivihi Media.